Uko, kuosha vyombo aka. Kwa hivyo vyombo utavyosha saa ngapi? Niambie nimkubwa, mama. Asha ni rudi ndavyosha. Sasa henjo mwanangu, ukisema hivi mama, onisharudi taosha mwenyewe. Kwa hiyo sasa we umu ndani kama vile umetuoa sindio? Yaani unafanya kazi muda unaotaka wewe, kwa wakati unautaka wewe Njo mwanangu, hivi unajua, nimekuchoka. Ongekana mama yako, ningekupeleka kwa mama yako, nimekuchoka. Mama ku napenda kuongea, yaani kuongea ongea kila siku. Mimi nimeshakwambia nimerudi nitaosha, tatizo nini? Vyombo vioshwe au nini? Taviosha mwenyewe, sawa. Napenda maneno mengi duwako yo. Kelele huko na wewe ndio wale wale. Basi ustadi wako we. Mbona wako usemi? Kutu mzima kwenye video ya kuvuta mibangi huko. Tumboni hapo kumejaa moshi ti. Ngumu umeona. Halafu wewe enjo. Wewe wewe enjo wewe. Ndoki hapa sasa ikapigwa. Mimi wewe. Mwana mwanawe. Vyombo vyangu nataka uoshe enjo. Vyombo vyangu osha.